Yep, e, kama kawa kama kawaida e, Bwana Said Komba e, mwenyewe nikiwa ndani ya Chanika Zingiziwa e, nakuja na mradi wapa huu, kama unavyoona huko furu kabisa e, na gari unakuja mpaka hapa site. Umeona eh wengine wamejenga frame zao, yani mradi upo katikati ya mji, huduma usiuliza e, za kijamii umeme shule hospitali ziko hapo e, kama unavyoona e, barabara zipo za kutosha e, bwana hapo unajipata kwa shilingi milioni mbili milioni mbili, umeona, e, mji wapo watu wametoa vitu vyao e, maisha yanaendelea kwa hiyo Hakuna sehemu polini hapo. Hiyo ni Chanika Zingiziwa. Bwana ukitokea Tabata cha ngombe, e, mpaka Zingiziwa unafika. Au ukitokea Gongo la Mboto mpaka Zingiziwa unafika. Milioni mbili. E, kama unavyoona jamani, yani uko tambalale, e, uko tambalale kabisa yani, hakuna mibonde wala milima. Umeona eh? E, sio kama Mbezi yani, hapa ni tambalale tu. Milioni mbili. E bwana, unajipatia kwa milioni mbili. Una uwezo kulipa kwa awamu mbili au awamu tatu. Unaweza ukaja na milioni moja na laki tano au milioni moja tukaipokea. E bwana kama navyokuambiaga siku zote, Saidi Komba hanaga bei kwa masoni. sufuri saba moja tano hamsini na saba kumi na sita tisini au sufuri saba nne saba hamsini na mbili thelathini na saba kumi na moja Hizo namba zipo WhatsApp. Kama unavyoona bwana, watu wamejenga. Umeona eh? wametoa vitu vya kutosha yani. Hii ni chanika zingiziwa, e, ukisikia zingiziwa, e, ni town kabisa. Milioni mbili yani, sisi hatunaga bei kabisa yani, ni sisi ni tupa tupa, tuna tupa tupa tu. E, usio unapanga usio unaishi maisha tabu tabu, njoo ujichakulie kiwanja chako. E, jinyakulia kwa milioni mbili tu. Asante sana.